Moja wapo ni gazeti pendwa wakati ule, gazeti la Uwazi wakati linawika sana, mimi ndio nilikuwa mhariri wake mkuu. Baadaye nikachukuliwa na gazeti la Mwananchi, pale nikaanza kama mhariri wa masuala ya jamii nikabadilishwa baadaye, nikawa mwhalizi wa siasa, nikawa baadaye mwhalizi wa biashara na uchumi. Sililo ni mtu ambaye amekuwa kati ya watu wanaofatilia sana makala ambazo nimekuwa nikiandika kwenye magazeti kwa miaka mingi. Katika gazeti la meji la Uwazi palikuwa na sabu inaitwa saikolojia na utafiti Naamini baadhi yenu wale ambao ni wa mwaka elfu mbili watakuwa ni baadhi ya wasomaji wa makala hizo. Sasa ninaendelea na mambo mbalimbali ya kijamii ya kidunia. Nashukuru kwamba hata katika meza kuu wengi tumeshawahi kuonana kwenye maeneo mbalimbali, kwa Itigi, kwa Manyoni, kwa Singida mwaka huu nimekuja mara nyingi kuliko maeneo mengine yoyote. Haya, nilikuwa nikitumika pia kwenye chama na serikali, na katika uchaguzi huu mimi nilikuwa kati katika timu ya ushindi ya rais wa Zanzibar. kwa <coughs> hiyo, kwa nini nimekubali kufunga safari kutoka Dar es Salaam kuja hapa? Napenda maendeleo. Si kwamba sina kazi hapana. Leo palitakiwa kuwa na mazungumzo sehemu fulani lakini nikasema naomba muyasitishe hayo. Ninaenda kwa mtu ambaye tumekuwa tukiheshimiana kwa muda mrefu. Um, silindo anajeshikilisha juu ya kitabu. Kitabu kina kinasura... sura saba. Yuko mtu ambaye pengine kwa kutafahamu anaweza kusema sura saba, mbona kama ni kita kitabu kidogo? Hapana, kwani vituiina maneno mengi. Ni kitabu ambacho inaendekwa kitaalamu, kilichukuliwa maneno anaweza kufanya kazi abia yatakubadilisha. Katika sura ya kwanza, tutaona kuna fursa zilizoko katika mkoa wetu wa Singida. Ukiingia kwenye sura ya pili, tunazungumzia dhana ya ujasiriamali unaweza kuelewa zaidi juu ya nini tunapozungumzia kuhusiana na ujasiriamali, na tofauti yake ni nini, ujasiriamali na ufanyabiashara. Sura ya tatu, tuna biashara zinazoweza kumtoa mtu. Ni mtu ambaye ameshafanya utafiti tayari, kwa hiyo ni kazi rahisi sasa kwako kuona kwamba ah, kumbe katika eneo lako futa zilitoka hapa au biashara ambazo anaweza kufanya na isanaicea tija ni moja mbili tatu. Katika sura nne, ya nne kuna elimu ya fedha. Kuna watu wengi katika yetu, tatizo kubwa sio fedha. Mimi nina watu nawafahamu Dar es Salaam kama ni mishahara wanapata mishahara mikubwa, lakini hata nyumba hata ya kuishi chumba kimoja hana. Kuna ndugu yangu mmoja, kwa maana ya mtu ambaye tunao alifanya kazi naye sehemu moja, alisema wausi ni mtu mzima, mhariri mkongwe, lakini mpaka anakufa alikuwa anaishi kwa mama yake sinazole ya kutengeneza kwa nini? Ni kwa sababu, kwa sababu ni namna gani unatumia fedha zako. Kwa hiyo elimu imetolewa ndani ya kitabu hicho juu ya matumizi sahihi ya fedha. Kuna swala la huduma kwa wateja, Watanzania hatuzungumzi vizuri sana kwenye eneo hili. Leo asubuhi tu nilikuwa naenda sehemu kwa lengo la wa kupata chakula cha asubuhi nafika pale, muhudumu hata ainuki, na mtu ambaye niko naye akaniambia, wewe vipi? Mbona sisi tuko hapo, lakini ah, waongee chochote. Samahani, mnatoa siku hapo, imeisha tunataka kuanza kuandaa. Saa tatu na nusu siku imeisha, haoni umuhimu wa kuandaa siku nyingine? Namna gani unazungumza na wateja ni kitu kizuri sana. Hayo yameandikwa kwenye kitabu hicho. Kwa hiyo maana yake ni kwamba itakusaidia wewe mwenyewe ama wale watu ambao unawaweka kwenye biashara yako. Katika sura ya tano amezungumzia kuhusiana na ufugaji kuku. Ni biashara nzuri ya kufuga kuku. Waiyo, kwa hiyo namna gani utaifanya kwa ufanisi, kitabu hicho kimeeleza vizuri. Sura ya sita imeelezea kuhusiana na bidhaa za viwandani. Lakini moja kwa moja akaongelea kuhusiana na karanga za mayai. Zile karanga ambazo zinatengenezwa lakini zinaunganishwa na mayai. Namna gani zinafanyika, hayo mtayakuta kwenye kitabu hicho. Kuna kilimo cha matikiti, sura ya saba amezungumzia umo. Sasa yuko mtu ambaye anaweza kauliza, kwani kuna umuhimu gani wa kusoma vitabu? Kuna umuhimu gani wa kusoma kitabu? Kwa nini wenzetu wazungu? Na sisi wote hapa ni mashahidi, uko naye kwenye ndege, uko naye kwenye chombo cha usafiri Tanzania, Tanzania mimi ni mara nyingi unakuta mtu anasinzia, lakini wale wenzetu ambao sisi tunataka kufika kule ambapo wao wamefika, unawakuta wako busy, wanasoma vitabu. Wanasoma vitabu kwa nini? Wanasoma vitabu, katika saikolojia ni kwamba tabia za wanadamu zinapaisana amezaliwa analia sana, huyu amezaliwa simulizi, huyu amezaliwa mpole, huyu amezaliwa ni extra msemaji, huyu amezaliwa hivi hivi, amekula huyu, amezaliwa hivi. Lakini sehemu ya pili ni mazingira yanayowazunguka watu, na sehemu nyingine unapozungumzia kwanza. Na mazingira yanayowazunguka watu ni nini maana yake? Inawezekana umezaliwa ni mtu mwenye tabia nzuri kabisa lakini wale wanaokuzunguka matusi ndio siri zao za maisha, wale wanaokuzunguka wanaongelea mambo ya dini vizuri, tafsiri yake ni kwamba watafutia wao kuelekea kwenye zile njia ambazo wale watu waliozunguka wanazifanya. Kwa nini ni muhimu kuwa na kitabu? Na pengine kabla sijaendelea huko ile sehemu ya tatu ya tabia naziri okay, au malengo. Wanadamu sisi huwa tunayo malengo. Sasa unapoyatimiza ama usipoyatimiza, tabia zinaweza kubadilika. Kwa mfano mtu ambaye anataka kuwa na, labda anapanga kufunga miradi, anapaa kufanya hichi, anakaa kufanya hichi, hata hatakifanya huyo mtu tabia yake anaweza kubadilika, akawa pengine. Kwa sababu mtu alikuwa halewo, lakini sasa ndio mtu akushinda baba. Kwa nini ni uh, ni kwa sababu bongo wake amekuwa na msongo wa wake. Sasa kwa nini ni muhimu kusoma kitabu hiki? Ni muhimu kwa sababu kitakuongoza juu hmm, ya namna gani kama ambavyo mwandishi ameazimia kwamba, hmm, mjasiriamali wa leo ndiyo awe tajiri wa kesho kitakusaidia kukuongoza kufikia kwenye utajiri. Na ni jambo ambalo linawezekana. Sawa, sawasawa ndugu zangu, kumiliki magari sio dhambi. Wangapi na magari hapa? kitiko tajiri mjasiriamali wa leo ikaba nataka kusema kwamba inawezekana kuwa na maisha ya mafanikio imladi kama tutatoa nafasi.